Izika na maisha Mungu aliyokupa. Unafanya biashara, unaingiza mia tano, elfu moja, shilingi ngapi? Rizika hiyo hiyo Mungu atakupa kwenye elfu moja, Mungu atakupeleka kwenye mamilioni. Amen, Bwana Yesu Kristo sana san. Acha kukata tamaa, kuiga maisha mimi, kwa nini amefanikiwa? Una unaiga maisha mwenzago, ameanza biashara kume biashara yake, anatumia uchawi Naonyesha kiburi. Ah, huyu Mungu lakini kwa Mungu mimi naona Kristo alokola shamba shamba. Mimi naamini nikiingia huko nitatogoa maisha yangu na kwa Mungu. Mwisho wa siku kwa, na wewe ulikuwa unaua watu. Biashara yako inakuwa kubwa na wewe siku utaondoka. Bwana Yesu Kristo asante. Acha kuwa na kiburi. Kwenye Biblia hapa hapa kibuni cha Farao. Farao alifanya na Mungu, aliangamizwa yeye pamoja na wazaliwa wa mwongoto wa kwanza Misri, Farao. Bwana Yesu Kristo asante. Farao hivi kana dipaka Musa anaogopa, anamwambia sikiliza, ni mwambie Musa ulifika pale, mpaka Mungu mwenyewe akana mshanga Farao. Yaani farao mimi ni vile wewe, Farao anamwonyesha mimi ndio mimi, mimi ndio mimi Eh, mimi ndo mimi ah, picha na Israel. Mimi ndo mimi nishasema. Sasa sema Musa, sema mimi, itika kule, mimi niko ambaye niko ivo tu. Sasa kwa nini wanateseka wakati Mungu amesema yuko? Bwana Yesu sana. So kiburi cha Farao kilimponza, mwisho wa siku Farao na jeshi yake loto akangamia. Naikumbuka hadithi ya Mesha kishenda kina mm. eh? mm. bedevoyoa nakua ulifunze walikuwa watu mashuhuri kama wao, na sisi tujifunze kwa pamoja. Mimi nijifunze wakina wakina Mesha kishenda kina Bendego walitupa kwenye tanuru la moto. Kisa kisa nini? Kisa nini nini sanamu lakini leo si sanamu zinaabudiwa miungu? Bwana Yesu sana, inakuwa ni hivyo. Kwalikataa na nani? Tumemsahau yule Daniel akatuka kwenye simba? Angalia Mungu alivyokuwa mkuu, naye Mungu anaweza kukushindia muda wote na saa yoyote. Nilikuwa naambia rafiki zangu kule nyumbani, nawashuhudia kama ukiwa na nguvu ya Mungu, sisi watumishi wa Mungu ni watoto wa mfalme yaani, Una sababu ani pepo unasema pepo hapa ulipo. Pepo yuko kule na kuamuru kwa jina la Yesu toka, ukiwa na nguvu ya Mungu hapo ile, pepo linakimbia, lina ikino, kupa, si Mungu pepo linakimbia linatoka. Unakuta wengine wamekufa vifo sio vya Mungu, wamechukuliwa tu misukule. Ukiwa kama kuna roho ya Mungu ndani yako, nguvu ya Mungu imezama kweli kweli. Yesu alisema mtafanya zaidi haya, bado watu wakewa Ndio muujiza, amesema tutafanya zaidi ya haya. Lazaro alifufuka, Yesu alimfufua. Bwana Yesu, sasa sasa samani sisi tushindwe, imelikuka pepo. Tunafanya maombi hapa, yaendelea basi, kemea, naanza kuomba. Kuna kipindi nilikuwa nafundisha vijana, nakumbuka kwa Yesu, sija kuja kusahau Unajua, mapepo yanajua wewe ni mtumishi, sio mtumishi. Kwayo simamie tuukambi yao, akasema ehe, hapa hapa, sikiliza, tukwambie sasa, sisi ambaye mtumishi tunamjua ni moja, ni wewe hapo, ambao ana wengine hao wanatania wanajifanya, na kumbe ni ni alikuwa ni watoto. Nikaanambia, unaona mapepo yanajua kwa mna mwingine unapomvamia kambi tu bila kujiachilia damu ya Yesu kokote kule kwenye mapepo bila kutubu sehemu yoyote, tangamia itakase kwanza kwa damu ya Yesu alafu ndio uanze, uanze, uanze kuendelea kutemea, ila ukienda kicho kicho, maana mapepo mengine yanaua. Bwana Yesu, asante sana.